na kama hujui unaupenda, na kama haupendi, basi utafuti. Ni wimbo moja mzuri sana. Tunamshukuru Bwana kwa maana ametupa neema, ametupa nguvu, ametupa majira mengine mapya ambayo sasa sisi tunakwenda kufanikiwa sana. Sasa tunafika katika kile kipindi ambacho tunaingia kwenye yale maombi ya Yeremia, Yeremia, Yeremia moja mstari ule wa kumi ambao unasema Angalia, nimeweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza na kujenga na kupanda. Maana yake ni kwamba tumefika katika wakati ambao sasa yale mabaya waliokuwa wameyatengeneza kwako, raba shanta rabu rakarabu sikarabu tunakwenda kuyatawanyatawanya tunakwenda kuyakatakata maashira yao, tunakwenda kuyaharibu maashira yao. Walikuloga wakajua kwamba mwaka huu unakufa mi, nakuhakikishia mwaka huu hautakufa. Walikuloga wakajua kwamba unaendelea kuwa maskini, mimi nakuambia kabisa kwamba hautakuwa maskini. Sasa leo majira haya, saa hii nikuambia kwamba tunakwenda kulikatakata sanda kama ulikuwa umewekwa ndani ya sanda, eh? Amewekwa ndani ya sanda, nakichukua hiki kisu nikiomba na kuinua, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa yes Mungu aliye hai, katika kila uchawi uliofanyiwa, katika kila laana uliofanyiwa, katika kila magonjwa aliyowekwa ndani yako, katika kila roho ya umaskini aliyowekwa ndani mwako, nainua neno la na Mungu aliye hai, nainua neno la na Mungu aliye hai, nainua neno la na Mungu aliye hai. Ninapokwenda kuvaa hii sanda kuikatakata, maana yake ni kwamba naweka ishara, naweka mamlaka, naweka uwezo wa kuharibu, kubomoa, kuteketeza. Na sasa leo nakupandia baraka, nakupandia uzima, napanda mafanikio kwako, napanda neema mpya ndani mwako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana mgole hai. Najua kuna watu napoongea nao hapa sasa hivi wameumwa muda mrefu sana na, na, na umewekwa ndani ya sanda kwa muda mrefu sana, wamekuweka namna hii kwenye sanda wamekuweka namna hii kwenye sanda, biashara yako wameweka kwenye sanda, uchumi wako wameweka kwenye sanda kwe. Kwa hiyo huko namna hii tu, unasubiri tu kuzikwa, biashara inakaribia kufilisika, unakaribia kufukuzwa cheo, unakaribia kufukuzwa kazini, unakaribia kushushwa daraja la kazi, unakaribia kushushwa mshahara, unakaribia kusimamishwa unakaribia kuhukumiwa kwenda jela Baba, kwa mamlaka yako yoyote, aliyelogwa, yoyote aliyewekwa katika sanda ya kuzimu, yoyote aliyefungwa, yoyote ambaye Mungu Jehova, amewekewa uchawi wa ajabu katika maisha yake, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye mamlaka, Mungu unayeweza, Mungu ambaye hujawahi kushindwa, majira haya Jehova, majira haya Elshadai, napo ichanachana isanda kila aliyekuwa na magonjwa ndani yake afunguliwe, kila aliyekuwa na magonjwa ndani yake afunguliwe, kila aliyekuwa na umaskini ndani yake afunguliwe, kila aliyekuwa amerogwa akawe uhuru. Kila waliyetaka kumuingiza ndani ya jeneza, kuanzia leo hautaingia tena kwa mamlaka ya jina Yesu, hautaingia tena kwa mamlaka ya jina Yesu, hautaingia tena kwa mamlaka ya jina Yesu. Sasa na kamata iki kisu kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo Mnazareti mwana wa Mungu aliye hai, Mungu Jehova. Yeyote ambaye amewekwa katika sanda, ninapochana kwa mamlaka, ni Mungu Jehova ali, ninapochana kwa mamlaka ya jina Yesu, ninachana magonjwa yaliyo ndani mwako, ninachana magonjwa yaliyo ndani mwako Nina roho ya umaskini kwako. Nina haribu roho ya umaskini kwako kwa mamlaka ya jina ya Yesu. Nina fungua vifungo vyote vilivyokwako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti mwana wa Mungu ali hai. Kila maagano waliokuwa wameweka kwako, ninayachana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Magonjwa yote waliokuwa wamepanda ndani ya mwili wako na tengwa leo kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Kila magonjwa kwako kwa ambayo yanaponi, kama ninavyoichana hii sanda na yenyewe yanaondoka. Magonjwa yanaachia wako magonjwa yanaachia uzu wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila biashara ulizokuwa unazifanya zinashindikana, kila biashara zako ulizokuwa unazifanya zinashindikana. Nafungua hivyo vifungwa vile <muchos> vifungwa kwa mamlaka ya jina Yesu mwana Mungu ali hai, navifungua kwa mamlaka ya jina Yesu, na kama ninavyochana hii sanda, ndivyo jinsi ambavyo madhabau zao naziaribu ndani ya nyumba yako. Hmm. Hmm. Naribu kwenye eneo lako la kazi. Hmm. hmm. Naribu katika eneo la ukoo wako katika jina Yesu, vile vifungo vyote ambavyo vilikuwa ni vya ukoo kwa mamlaka niliyopewa na Mungu Yehova, na naribu na, vifungo vyote vya ukoo nateketeza vifungo vyote vya ukoo nina tengua vifungo vyote vya ukoo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu. Hakuna kitakachosalia katika familia yako, hakuna kitakachosalia katika familia yako, hakuna kinachokwenda kusalia. Hakuna kinachokwenda kusalia. Na naharibu kila ngome zao, natengua kila ngome zao katika jina la Yesu na, na, Yesu. Na ninawapasua wanabaki vipande vipande kila magonjwa waliokuwa wamenuia kwamba yatakuja kuingia ndani ya mwili wako. Umerogwa kwa uchawi wowote, umerogwa kwa uganga wowote. Umelemewa kwa matamko yote na yatenguliwa na yatenguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu. Tunachana kila aina ya uganga, maneno mabaya yote waliokuwa wamekutamkia kwamba hautafanikiwa, kwamba hautazaa, kwamba hautainuliwa, kwamba uzao wako hautainuliwa, ni yatenguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sanda yote ile itaingia nyumbani mwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umaskini unaondoka nyumbani kwako katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu. Hai. Tumepata kipande cha kwanza. Tumepata kipande cha pili. Tumepata kipande cha tatu. Tumepata kipande cha nne. Tumepata kipande cha tano. Tumepata kipande cha sita. Tumepata kipande cha saba. Maana yake ni nini? Katika siku saba za wiki, mateso yaliyokuwa yanaambatana na wewe, Mungu ameageuza kuwa mamlaka ya jina Yesu. Tumechana bila kuangalia, lakini matokeo yake tumepata vipande saba. Vipande saba maana yake ni siku saba katika ulimwengu wa roho. Vipande saba maana yake ni kwamba siku ya saba Yesu alipumzika. Vipande saba maana yake ni kwamba kila mahala utakapokwenda, kuanzia leo wewe uliambatana na hii madhabahu, utaambatana na malaika saba ambao watakuwa wanakulinda na kuchanachana na kuharibu haribu maadui kuchana zako wala hakuna atakaye kuangamiza tena. Vipande saba maana yake ni kwamba katika kila mwaka Mungu atakuwa na kutendea matukio makubwa saba ambayo hayatazuiliwa na mwanadamu, na yatakapokuwa yanaanza, yeyote atakayekuwa anakatisha mbele yako malaika watakuwa wana mchana chana, malaika watakuwa wana mchana chana, yeyote atakaye anainuka dhidi yako, dhidi ya mafanikio yako malaika watakuwa wanamchana chana. Nami Mungu wa mbinguni ninachukua sasa hizi sanda kwa ajili ya kwenda kuwagawia watu wako kesho madhabahuni, hivi unavyoviona kesho. Nikikupa hiki kipande kidogo tu madhabahuni, hivi hapa, Jumapili hii i say ukanyaje nacho nyumbani kwako, kwamba ni ishara ya kwamba sanda limechanwa. Ndio maana kwa sasa kuvikata vidogo vidogo, kwamba sanda limechanwa Ukaliweka nyumbani kwako, ukaweka kitandani kwako, ukaweka eneo lako la kazi, brada wewe, utafanikiwa mpaka siku Mungu mwenyewe anakuita. Sista wewe, utakuwa ni mtu imara zaidi ya vile ambavyo haijawahi kutokea. Ebu twende black. kisha turejee. Haya ndiyo majina yako baada ya Mungu. Maisha ni pesa. Jumapili hii tunakwenda kupigania haki yetu ya kumjua Mungu, kutajirika na kuishi maisha ya furaha. Furaha yako inaanzia hapa. Kila adui aliyewahi kuthubutu kuangamiza, kila adui aliyewahi kufanya baya kwenye maisha yako, kila adui aliyewahi kutoa machozi, kila adui aliyewahi kukusababisha ukashindwa kwenda mbele, ukarudi nyuma, au ukabaki pale pale ulipo, ibada ya Jumapili hii itakupa majibu kwamba adui wako atanyamaza kimia na hatainuka tena hiyo. Hii ni baada pekee jumapili ambayo tunavaa asira ya Mungu, na kama unavyoniona mimi tayari nimekisha kuvaa asira ya Mungu. Nimekisha kuvaa mamlaka nyingine, sio yule Nabii Nyakia uliokuwa unamfahamu. Jumapili hii ninabii Nyakia wakitofauti kabisa, yanayokwenda kutendeka hayajawahi kutendeka duniani na utakayo yaona na kuyasikia hujawahi kuyasikia wala utayaona tena duniani, bali jumapili hii yanakwenda kuonekana. Jumapili hii ni ibada ya vitendo, ni ibada ya piga ni kupige, ni ibada ya tamka ni tamke, ni ibada ya lala na lala na wewe, ni ibada ya amka na amka na wewe, ni ibada ya ukiinama na inama na wewe, ukizama ndani ya maji na zama na wewe, ukiibuka naibuka na wewe na kunijaza chini tena Yaani, ibada hii ni ibada ya asira ya Mungu kumnyamazisha adui. Hey, mtazamaji na msikilizaji wangu, mahala popote pale ulipo, katika taifa letu hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, una nini ambacho kinaendelea kwako? Tumeomba Umeliona neno kwamba duniani unayemwamini leo ndiye anayegeuka kuwa adui kesho. Kwa hiyo dunia ni vita, lazima uipiganie haki yako wewe mwenyewe. Na dunia hii unayoiona, mwenye nguvu ndio anayetawala, mwenye nguvu ndiye anayeinuliwa. Katika mafanikio hakuna wa mjomba, hakuna washangazi yoyote. Anaweza akakujeruhi yoyote, anaweza kakurudisha nyuma, yoyote anaweza akaharibu maisha yako, yoyote anaweza akawa chanzo cha baraka zako, au akawa chanzo cha kushindwa kwako. Kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka. Usimwamini mtu mpaka ukampa moyo, mwamini mtu ukampa upendo tu unatosha. Moyo wako mpe Yesu, wanadamu wape tabasamu na hilo tabasamu liwe na kinga na kiasi, vinginevyo badala ya tabasamu ulio hapa utaingia kwenye machozi wewe, wataendelea kutabasamu wao. Hata Yesu alikuwa na kiasi sana tu, sana tu, na mwanadamu anayekuangalia kwa jicho la upendo ndiye ambaye wakati mwingine jicho lake limebeba roho ya wasi kwako na anayekupigia magoti na kukuita baba rafiki mpendwa ndiye huyo huyo anayekusema vibaya, na ndiye huyo huyo anayewaandaa watu wa kukuangamiza wewe. Sasa kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka ni mabaya wameyabeba hao hao na mema wameyabeba hao hao. Kabla ya kuhakikisha kwamba unampa mtu nafasi katika maisha, mpe Mungu nafasi kwanza, na ukiwa na uwezo kwamba umempa Mungu nafasi, sasa wakaribisha wanadamu katika maisha yako, maana unaye Mungu atakaye kulinda dhidi ya mabaya watakaye kutendea wao. Haya ni majira ambayo sasa naanza kupokea simu yako. Je, unanipigia simu ukiwa wapi?

tano, tano, sita, nane. na hivi vitambaa vya sanda lililokatwa hapa kesho vitakuwa na nguvu za ajabu sana katika ibada. Ndio maana baada ya hapa bado nakwenda kusema na Mungu, yaani kesho kikipata hiki kitambaa haisee, umepata lulu, umepata lulu Umepata lulu, umepata dhahabu, umepata maisha, umepata mafanikio, umepata ulinzi, umepata uzima. Acha watu wa kudhalau hao, hao wanaokudhalau ndio watakao kuheshimu. Hebu ninapokea simu sasa, ni simu gani hapa inaita? Oh, hii hapa, iko on. Alo? Alo? Halo? Halo? Habari? Salama Mungu vipi? Salama anaongea na nani? Anaongea na David Maende. Naam? Anaongea na David Maende Mahiti. Uko wapi? Niko kama sehemu moja kwa Kora. Unafuatilia kipindi toka mwanzo? Unafuatilia kipindi toka mwanzo? Ndio, na nilikuwa naangalia namna ambavyo uh, unachana sanda. Ndio, na ukasema baada ya uh, kila baada ya, ya, ya mwasa utapata mafanikio ndani ya siku saba. Ndio, uh, mara saba. Ndio, kwa hiyo nimejaribu kufuatilia kwa kweli, umenifariji kwa siku ya leo. Amina nafurahi na, na, sana, ndiyo kia kwamba namna ambavyo unahubiri ningekuwepo, da kwa kweli ningehudhuria Jumapili hiyo ambayo ni a kesho, amina. Kwa kweli sababu ya mchungaji, niseme neno moja, nabii. Na mbali na kwamba umenifariji bwana, nina mambo magumu sana yaliyokuwa yananitokea yanaendelea kunitokea kuyasikia kwenye huu mwaka wa elfu mbili na, mwaka uliopita huo elfu mbili na ishirini na nne ndio elfu mbili na ishirini na nne hiyo, nilivunjika kiuno nikiwa kazini, nilikuwa nafanya kazi yangu, ndio nikavunjika kiuno mm-hmm, na nikaendelea na matibabu, ilivyofika mwezi wa kumi na mbili mm-hmm, kumi na tisa nikaachishwa kazi mm. Lakini bado nilivyorudi nyumbani mke wangu akafanyia operation na mm -hmm, nakajifungua lakini siku hiyo hiyo nilifukuzwa kazi mm. Lakini kitu cha ajabu kilichonitokea baba mchungaji ni kwamba mbali na mambo yote hayo hiyo mm. Kazi nilivyoachana nayo nilipewa shilingi milioni mbili laki tano tu mm. ambayo, kulingana na madeni uliyokuwa nayo CRDB, pesa yote hiyo yi, ikakatwa CRDB lakini pili, yes, kwa kwamba na utaratibu wa kuwa na uzuria moyo kwenye masuala ya kliniki, kwa sababu tatizo ni spinal cord ndio, yes. Lakini yote hayo waliniacha hivyo hivyo, bado naendelea kuteseka yani ni, ni, ni, ni, ni aina ya ya mikosi iliyoniandama kwenye huo mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, ndio kwa kweli nimefadhaika sana, na hata hapa sasa hivi niko kwenye TV naangalia kwa kweli niseme nimefarijika, naona kama vile sasa naelekea kupona mm. Na naamini kabisa kwa jinsi ambavyo nimekaa kwenye skrini naangalia, naona kama nimepona, yaani nimehamasika tu kwamba nimepona. Na unataka kupona kabisa, na familia ifanikiwe. Nataka kupona kabisa baba. Ta, tajiri wako au mwajiri wako ana shida mwajiri ana shida kabisa, yani ni nguvu ya ajabu ambayo hata yeye mwenyewe baadaye atakuja kujiuliza, kwa nini nilifanya hivi. So, so. Lakini tatizo lako, mtu aliyekufanyia hiki kitu alikufanyia mwaka elfu mbili na ishirini na moja na, na sasa, upande wako wa kushoto kushoto, hapa hapa kushoto hapa, okay, hapa. Ndiyo. Una ujumbe uko hapa kushoto hapa hapa. Basi kabisa kabisa. Sasa aliyekuwekea hiki kabisa kabisa. Sasa, hiki kitu huyo ndo aliyekuharibia maisha maana hiki kazi yake ni kuua. Sawa, baba. Da. Aisee. Kwa kweli baba, nafikia matesto makubwa sana. Nilibadilika nikawa mlevi mlevi mlevi mm, na kila nina, ninapotaka kujenga, kwa mfano nilianzisha ujenzi, nimejenga baba, nikamaliza kama vyumba vitatu, vyumba vingine kama saba vimebaki kama magofu, okay. Sasa hivi pesa yote inayopatikana inaenda kwenye matibabu, ikitoka hivi na ukisha okay, wekewa huu uchawi wa hapa huu ni uchao ambao mtu analogwa saa nne usiku. Hapa utakunywa pombe katika kiwango ambacho pombe inapokuwa inakuisha kichwani ndiyo akili inakuja, sitakunywa tena. Ukikaribia eneo la pombe, aisee, unakunywa mpaka mwenyewe unajisahau. Kwa hiyo huwezi ukaajiriwa na mwajiri wote yule akakuvumilia. Hata kama angekuwa ni malaika hawezi kukuvumilia. Sasa, sawa. Chukua maji. Sasa. Una mtu hapo ndani? Ndio, nina mke, baba, nina mke na na watoto wangu hapa. Basi mwambie mtu yote akusaidia kuletee maji hapo. Unapona kaka, na unarudi kuwa tajiri. Yaani uta utapata pesa mpaka mwenyewe utamshangaa mbu. Yaani mama, mimi cha kwanza kabisa baada ya mafanikio hayo nikuja, yani nikipata walau na uhi nakimbia moja kwa moja kunakuja kwenye madhabahu yako ya baba. Utafanikiwa sana, utafanikiwa wala usiwe na shida. Chukua maji haraka haraka. Maji tayari, baba. Mtaomba, unasema Bwana Yesu. Naam baba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, kilichowekwa kilichowekwa kwenye ubavu yako kwenye ubavu yako, ambacho ni chanzo cha ulevi ambacho ni chanzo cha ulevi na kufukuzwa kazi na kufukuzwa kazi na mabe Ninapokunywa maji haya kuanzia leo, maji ya uzima. Uzima. Ya uzima yameniponya na baraka zangu zitakuwa mara saba ya baraka za awali, amen. Sasa usikate simu, nampa msaidizi wangu aiandike wa namba yako ili niweze kukupigia, nitakutumia na wewe kipande cha cha, cha cha cha hili sanda nitakutumia, kitakuja, utaniletea majibu. Namba yake ni hii hapa. Unaweza kuona, ndugu mtazamaji na msikilizaji, unamuona huyo ndugu bila anateseka, tayari kashafukuzwa kazi tayari, ana maradhi ana maradhi, hana chochote tena eh. Lakini shida si aliyemfukuza Shida ni aliyemloga hapa, shida ni aliyemloga hapa. Lakini hilo tayari limekwisha, na nikitazama muda wetu naona kama muda umetutupa mkono, lakini tuonane tena kunako majaali wa baadaye. Mimi Nabii Daktari James Inyasinyakia wa huduma ya Soja Mega One iliyopo Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam, katika wilaya ya Kinondoni na kutakia, tuonane ibadani Jumapili hii. Na wewe ni mshindi, na unakwenda sasa kufanikiwa mara saba kwa mwaka ambavyo haijawahi kutokea katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema, kaa katika neema ya mafanikio na afya njema. Baada ya Mungu maisha ni pesa.